Kufuatia mambo ambayo yanaendelea hapa nchini, watu mbalimbali wameendelea kutoa maoni yao na baadhi wakisiita kutoa maoni yao, lakini, lakini wakili msomi Bonifasi Yanyesire Mwabukusi ameendelea pia kutoa maoni kupitia kurasa mbalimbali ya mitandao ya kijamii, na leo ameandika kwenye ukurasa wake Facebook wa Facebook akisema hatuwezi kutatua changamoto za kisiasa kwa kutumia bunduki, vipigo ubambikaji watu kesi na matendo ya kialifu kupitia vyombo vya dola, anasema hatuwezi kuwa na utawala wa sheria katika mahala ambapo mahakama inajisiwa, inanajisiwa hadharani na wananchi kupigwa na kutupwa porini kiharifu. Anasema hatuwezi kuwa na utawala wa sheria pale taasisi zenye dhamana zinapokuwa legelege na kujisimamisha ama kujisalimisha kwa watawala. Tunajitengenezea mwisho mbaya kwa ushujaa wa kijinga. Anasema tuna namna mbili tu ya kutoka hapa tulipo. Mmoja anasema tuheshimiane na kuzungumza kama watu wenye hekima kutoka hapa tulipo, na tudharauliane na kuliingiza taifa katika machafuko kwa ujasiri wa kijinga, tukidhani tunaweza kufikiri na kupanga kwa kutumia risasi, mabomu na bunduki. Anasema bunduki, risasi magereza na mabomu vinawatisha watu walioshiba, aviwatishi watu wenye njaa. Anasema acheni kuumiza raia wasiokuwa na hatia wanapofurahia na kuzitumia haki zao za kisheria na kikatiba. Baada ya chapisho hilo la Bonifasi Mwabukusi, Rehema Shauri anasema hakika, anasema katika kisiwa alichofungwa Mandela nilikutana na haya maneno. Ameweka maneno hapo. Bonifasi Nyisire Mwabukusi anasema, Rehema Shauri, ukweli mchungu Rema Shauri anasema Bonifasi Anyisiri Mwabukusi kabisa. Franco Mlinga anasema hivi: wale ambao walitii amli ya kutokwenda mahakamani nao waliumizwa okay. na tufike mahala ukweli utumike katika kuokoa taifa letu, pia utolewe ushauri kuwa kesi za uhaini ziwe zinasoma mahala pa wazi, ili kila mtu aweze kuhudhuria na kutazama kwa kujifunza ni jambo gani jema au lipi baya. Na tukisema tumlaumu itakuwa mbaya, itakuwa vibaya kwa kuwa naye anayo na haki, kwa kuwa haki anaona imevurugwa. Ni wakati wako wishi, wishi wa kumshauri na kumshawishi mheshimiwa kiongozi. Jitahidi mpatane na kuheshimiana, amin. Ukimheshimu naye atakuheshimu. Abiudi Mwasposi anasema du, bunduki risasi mabomu deshi deshi hatari. Dick Sniper nasema, wasira ameshiba hadi amejisahau kuwa amna kifo. Ndo maana yeye anasema CCM itatawala milele. Abiudi anasema bonge la andiko. Obadia John anasema kesho ya baraka iwezi kukupa tumaini hata siku moja, wakati unakuja tutazungumza lugha moja, tusichoke kuhubiri haki. Luanda Bushi anasema huwa nakuelewa kuelewa sana, lakini wahusika wamegeuka mbuni kuficha vichwa kwenye mchanga. Maliki Endro anasema kabisa pia Chiba Chida anasema kabisa kabisa. Andrew Amfle anasema walikuwepo wenye kiburi na jeuri huko Sodoma na Gomora, lakini Mungu alipoamua kuweka rekodi zake sawa kwa mwanadamu, huyo mwanadamu alikaa sawa. Ndivyo inavyokwenda kuwa. Labani Lutufyo anasema mahala watawala wamefika, wameamua kuweka pamba masikioni, hawamsikilizi yeyote. Wanajua kabisa kwamba wananchi wengi hawawaungi mkono lakini as long as vyombo vya dora ni vyao na amli zinatoka kwao, ni kanyaga piga teka, hakuna kitu watafanya, ila nguko lao lipo karibu. Hii ni taarifa kutoka kwenye ukurasa wa Boniface Mwabukusi, na hawa ni wasomaji wake wakitoa maoni kwenye ukurasa huo, ambapo ameeleza kwamba hatuwezi kutatua changamoto za kisiasa kwa kutumia bunduki na vingine ambavyo amevieleza na nimekusomea hapo juu. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godoni Karurunga.